Na mturejee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo serikali imepanga kuwawezesha wasichana waliopewa ujauzito kurejea shuleni kuendelea na masomo baada ya kujifungua, ikiwa ni harakati za kuzuia ukatili wa kijinsia wanaofanyiwa watoto hapa nchini. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Umi Mwalimu amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka sabini ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF. Taarifa zaidi na Mbozi Katara. Ukatili wa kingono hususan kwa watoto wa kike umetajwa kuwa ni moja ya changamoto kubwa inayomulikwa kwa jicho la tatu na wadau wa jinsia pamoja na serikali. Utafiti uliofanywa hapa nchini na shirika la umoja mataifa linalohudumia li watoto UNICEF unaainisha mtoto mmoja wa kike kati ya wa watatu anafanyiwa ukatili wa kingono kabla ya umri wa miaka 18. Shirika la UNICEF ambalo linatimiza li miaka sabini tangu kuanzishwa kwake ni moja ya muhimili mkubwa katika kutetea haki na usawa kwa watoto. Kufanya ya wakati wakati tuna wakati, kwani utakuja wakati tutatamani kufanya ya wakati wakati hatuna wakati. Tuwajibike sote, sasa tusimamie haki ya watoto. Duna, dunia ni yetu sote. Kupanga ni kuchagua. Kila la heri UNICEF. And to contribute as part of the delivering as one UN family to Tanzania's results for children. Rais Mstaafu Alhaji Ali Hassan Mwinyi naye anapongeza juhudi hizi za UNICEF. Nilishiriki katika kuanzisha au kukubali UNICEF ifike kwetu Tanzania na ifanye kazi, na leo sijuti baada ya kuyasikia haya niliyasikia hapa, kumbe nilifanya jambo jema sana, ingawa ni siku nyingi zilizopita. Licha ya kazi iliyofanywa na UNICEF, bado serikali ya Tanzania inaona kuna haja ya kufanyika mabadiliko makubwa katika sheria na elimu zaidi kwa jamii kuachana na mila kandamizi kwa watoto. Msichana akielimika, utamwepusha na mimba za utotoni ndoa za utotoni maambukizi ya VVU na UKIMWI, lakini pia hatakubali hata kufanyiwa vitendo vya ukatili. Kwa hiyo bado tutaendelea sisi ambao tumepewa dhamana ya kusimamia maendeleo ya watoto, hasa watoto wa kike. Tutaendelea kuwashawishi wenzetu serikalini tuhakikishe kwamba watoto wa kike wanaopata ujauzito waruhusiwe kuendelea na masomo. Asilimia kumi na tano ya idadi ya watu nchini ni watoto huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka mara mbili katika kipindi cha miaka kumi na mitano ijayo. Mbozi Katala, TBC, Dar es Salaam.